Sasa wameshinda kwenye hicho kipengele cha best and scripted series yeah, yeah, yeah, e, ambayo ndo ndo wamechukua hiyo tuzo. Lakini hizi tuzo bana huwa zina, zina, zina, zinagusa watu tofauti tofauti, na moja kati ya watu ambao huwa wanaguswa kwenye hizi tuzo, yani maana yake sio waigizaji wa tu peke yake au, yeah, wana filamu yeah, tu peke yake, lakini huwa linagusa makundi mengi Kundi mojawapo ni waigizaji kama tulivyozungumza, lakini pia waongozaji wa, wa filamu uh, uandishi, waandishi lakini pia wahariri. E, na vipengele vingine vingi ambavyo hizi filamu huwa zina hizi tuzo huwa zinahusika, lakini kwa mwaka huu kulikuwa na kibao, kibao nyingi, kategori kibao: filamu bora ya mwaka, best documentary, mwongozaji bora wa kike na wa kiume, filamu bora ya lugha ya asili. Mm-hmm. filamu bora ya lugha ya, ya asili Afrika Magharibi na Afrika Mashariki, lakini pia filamu bora ya asili Afrika uh, Afrika ya Kusini. E, na na, na, na vipengele vingine vingi ambavyo huwa <laughs> vinahusika kwenye hizi tuzo za uh, African Magic Viewers Choice Awards. Umeona bana. This time zimetolewa si yeah, yeah. na Nigeria, washikaji wamepeperusha poa wa sana bendera ya Tanzania. This weekend pia hii mchongo um umezungumzwa sana, kwa mm. sababu unajua wa Tanzania kushinda tuzo kubwa kama hizi mm. alafu tuko Nigeria kwa wenzetu kitu yeah. kidogo. Na yeah. we know that kama ulivyozungumza kwamba marehemu Steven Kanumba aliondoka tukaona kwamba wewe jamaa aliondoka kama na upe yeah, yeah, na upepo hey, movie bwana yeah, na wa eh, yeah, kama hiyo. Unajua, Kanumba aliwachukua kuangalia muziki wa Marekani ni Ulaya, aliwakalisha kana kuangalia Kevin Hart na wengine kama hao, aliwakalisha kuna kochi zao kana anaangalia movie za Kanumba, kwa sababu alikuwa anajua, alikuwa alikuwa alikuwa very very very, yani talented creative lakini watu wapi? kina Lamata tumaona, na Code Jerry ambaye amechukua tuzo hapa. Code Jerry anaitwa na Kefa, ambao ni mapodizo amba ambao melaiza mbo na vichwa amba ambavo vya kupeka Bongo Movie. M, sasa sahivi kidogo wanasema quality ya picha kidogo tumejitahidi kidogo, tuangaa series nyingi ambazo zinatokea hata tamthilia